Mwanaume kama mwanaume uh, unajua, kama bibi anaposema kuwa ni kichwa, it means tunatakiwa tuwe na maarifa mengi sana, umeona eh? maarifa na badala, sasa hivi wazee wetu wengi hawakai na sisi vijana wa kiume, ndio maana ime, imekuwa ni changamoto pia. Unaona hii tamaduni inaanza kubadilika eh? inaanza ina, ina, badilika. Wazi walikuwa wanakaa na vijana, sio nyago, sio nini, vitu vitu fulani vile. Kijana ukitoka hapo, mimi nimekaa uh, nimekaa uh, nimekaa na jamii ya Wamasai muda mrefu, nimeona jinsi ambavyo kuna zum, miaka hiyo kuna sikia, ili ampate binti lazima akaue simba akafanye vitu. Kuna kuna trials fulani ambazo kijana wa kiume anapewa ili kuendelea kumuimarisha, kumuonyesha kwamba wewe huko unakuelekea, una majukumu makubwa eh. Sasa hili ndogo, ukishinda hili basi unaenda level nyingine, kama vile tu ambavyo Mungu anatoa test. Uh, watu wanafanya test tofauti katika kukua, ukuaji wa kiroho. Sasa changamoto ambayo tunaona tamaduni zetu kwa sasa hivi zinatutua tena huko Umeona, sasa hivi tunakuwa na, na vijana wa kiume ambao wanaitwa wana Mario, wanapenda kulelewa. Ukiangalia wa kijana kama huyu, ukisoma uki, uki, uki, uki, Biblia inakataa inamzungumza, mwanaume ni nani? Umeona, ukija duniani kuna binti anajiweza, yuko vizuri, anafanya kazi nzuri, ana uchumi mzuri, mzuri. Aidha amefanya ame kazi yake au, <laughs> au, au amerithishwa. Umeona ana uwezo. So akija kwangu na mimi nakuwa labda sina huo uwezo mkubwa, yeye akinipa mimi na napokea. so mindset yangu ya wanaume ina relax. Umeona, ina relax. Kwa? Nasubiria tu ataniingizia shilingi ngapi hapa sasa hivi? Umeona kuna nakuwa kijana wa, wa namna hiyo, kwa kijana wangu ndekem mpata wa kiume atakachokuja kujifunza kwangu, kwa sababu hiyo tabia itafichika. Atakuwa ataona tu mama kila siku anani anampa baba mama ehe eh, mama ndoenda kazini, baba amechili tu nyumbani. Kwa hiyo tunatengeneza utamaduni mwingine ambapo kiimani tunakinzana, umeona, kwa sababu mwanaume ni kichwa, mwanake awe na maarifa ya kutosha Sawa, so, atafute fursa mpya za kifedha. Umenielewa hapo. Mwanaume alidi familia iweze kumjua Mungu na kuishi kulingana na uh, utamaduni wa Kimungu, kwa sababu utamaduni, utamaduni wa Kimungu pia upo ile culture, yeah, yeah, Christian culture ipo hapo pia. Huyo mtu asi mwanaume ahakikishe kwamba anaacha urithi. Umeona kuna mambo ya ardhi, kuna mambo ya nini, yani lazima arithishe kwa generation yake. uki, ukisoma ukiona uki kama Ibrahim alivokuwa tajiri na nalokuja pia hawakustruggle sana. Watu wengi wana struggle kwa sababu waliotokanye hawakurithisha kitu, umenele. Kwa sababu kuna, kuna taarifa ziliingia hapo katikati zikaharibu ule, ule mfumo wa urithishaji. Umeona Adam amekutwa anafanyaje analima ana, ana, ana, ana anapambana. Adamu anapambana anakuja Eva, anamkuta ana ana mwanamke yuko bado ina shughuli zake na kawaida na nini, umeelewa? Wanatoka kwenye bustani, baada ya dhambi kuingia, utaona watoto wao huko nje wanaanza kufanyaje? Wanapigana mpaka wanauana. You see, kuna taarifa zimeingia hapa, lakini Adamu ana taarifa kwamba, ana taarifa njema, umeona. Mungu anakuja kutuambia asifanye kazi, asile. Sasa utaona mwanamke mwana, mwana mwana alivyoumbwa kama msaidizi maana yake tunaposema mwanamke kuwa msaidizi uh, utamaduni unatueleza kwamba mwanamke atakuwa atii, umeona awe nyumbani awezi ku, ku, kuandaa mazingira ya kulea watoto na nini, lakini mimi nawaambia dada zangu, mwanamke hawi msaidizi mpaka ajue anasaidia nini, umenielewa? Lazima ujue unasaidia nini. E, kwa sababu unaweza kusaidia jambazi umenielewa? Mwanamke ana respond upendo. Sawa? Wanaume sisi tu tuna kwa maana Biblia imekazia mwanaume wapendeni wake zenu kama Kristo. E, kwa Kristo kuna kuna jamii, utamaduni unatueleza namna ya kumpenda mwanamke. Si umenielewa? Alafu Biblia inatuambia tumpende mwanamke kama Kristo anavyolipenda kanisa. So, mimi kama mwanaume lazima nirudi kwenye utamaduni utamaduni wa, wa, wa, wa, wa, wa kidunia utanieleza, bwana, mfanyie hiki simfanya hiki sifanya vile, umeona? Yani hakikisha, yani, kuna namna fulani vinaelekezwa na watu, umeona? Mke mmoja atoshi, umeona? Unao watatu wangapi, lakini Biblia haikuniambia penda. yes. yes. uh, wake zako kama Kristo anavyo. yes. <laughs> you understand? Sasa, mimi, lazima nirudi kuna rafiki yangu mmoja aliambiwa na baba yake, mwanamke kuzingua, mtie ngumi. Na alimpiga yule mke wake, hawakudumu kwenye ndoa, umeelewa? Mwanzo ni kabisa pale, alipata taarifa kutoka kwa nani? Kwa babake, utamaduni. Na babake naye ametoka huko, naye ameambiwa, kwa hiyo mama yake alikuwa anapigwa. Hata kama eh, lakini jamaa angerudi kwamba bibi ananiambia, mpende mke wako kama Kristo anavyopenda. Sasa utamaduni wa Yesu, anaopenda anavyopenda kanisa yake, ukoje? So I have to read the Bible. I have to hear Mungu anasema nini, the ni wisdom. Mona, kwa sababu kuishi na mtu ambaye ametoka kwenye utamaduni mwingine na anaamini nini, hii tuna kwenye mahusiano, kwa sababu huyu mtu anza lazima yako kwamba huyu mtu ametoka kwenye utamaduni wao, huyu mtu anatoka kwenye imani, hey, anaamini nini ana information gani kuhusu mwanaume au ana information gani kuhusu mwanamke? Umenielewa? Kuna vitu ambavyo mimi pengine kwa wazazi wangu sijaviona wakiwa pamoja. Hapo kuna watu, kuna mtu analelewa na baba peke yake, kuna mtu analelewa na mama peke yake, kuna mtu analelewa kwenye kituo cha kulelea watoto yatima. Mpaka anafikisha miaka kumi na nane ndio anaenda anaenda kujitegemea au 20. Umeona? Kuna mtu hajalelewa na na, na, na na mzazi yote anazaliwa wazazi, amekuta wazazi hawapo, amelelewa na babu na bibi. Babu walikuwa wanaamini nini? Walikuwa wana taarifa gani? Wamemfidi nini? Si amelelewa eh? Eh. Eh. Na nani eh? Eh. Umeona, lakini kuna namna bado Biblia itakuguide namna ya kuishi na huyo mtu umeelewa. Kwa hiyo sisi wanaume una kazi kubwa ya kufanya Bini, kichwa, kuwa kichwa maana yake lazima una taarifa nyingi na mwanamke kuwa msaidizi. Maana yake ni kwamba wewe unaletewa kitu ili uweze kukimata baadaye. Umeelewa? Ndio maana unapewa mtoto. Unaweza ukapata mapacha hata zaidi ya watatu, umeelewa? Labda mimi kama mwanaume expectation yangu tupate mtoto mmoja, lakini unanijia na watoto watatu au wanne, umeona? Tayari mimi kwangu inakuja tena ni stress. Sasa watoto maziwa jamani watoto watafanyaje? Umeona? Lakini mimi kama mwanaume lazima nijue kwamba kila step ninayoenda Mungu ananiamini kwenye haya majukumu, nisijiongoze mwenyewe, kwa sababu nikitumia uwezo wangu tu wa kibinadamu nitashindwa. So hapa ninahitaji Mungu, nahitaji ku, ku, ku apply zile password za Kimungu ili ziweze kunifungukia, sasa niweze kwenda katika level nyingine. Kwa hiyo uh, mwanamke uh, ni lazima mwana ajue kibiblia kuna, kuna lazima ujue responsibility yako ni ipi. Umeona? Kwa sababu Biblia iko wazi imeweka kila mtu majukumu yake ya kufanya. Ndio maana ukivuka kwenye majukumu ya mtu mwingine, umeingia kwenye conflict. Umeingia kwenye conflict tayari. Kama wewe kama ulipoa assignment ya kutii, basi wewe apply utii. Haijalishi una kila kitu. Kwa sababu sasa hivi hatuwezi kupinga wako wanawake ambao wamefanikiwa kifedha kuliko mwanaume na tunasikia. Lakini wewe nafasi yako inakuaje? Sasa tamaduni zetu, umenielewa? Tamaduni zetu zime zime zime, zime, zime, zime mweka mwanamke kama msaidizi ambaye anakaa nyumbani tu. Mpaka leo kuna jamii ambazo wanawake wafanyi kazi kabisa. Sasa inaonekana mwanamke akija kupata fedha, kuna karakta nyingine inazaliwa pale. Umeona? kuna karakta inazaliwa. Ndio maana watu wanasema ah, ah siwezi kuwa mwanamke mwenye elimu kubwa sana, siwezi kuwa mwanamke mwenye pesa nyingi sana kwa sababu gani? Waliona baadhi ya wanawake ambao walikuwa nyumbani wakaja wakapata elimu, wakafanikiwa, wakaona mwanamke sasa pale. Adui naye anatumia hiyo nafasi, anakupa karakta nyingine, unasema kile kitu ambacho unakitaka wewe ambacho mwanamume alikuwa akupe. Unakipata kiuraisi kama supermarket, utaenda uta, utafanya shopping unachotaka utanunua gari unaotaka wewe. Sasa hivi tunaona watu wanashindana kwenye magari. Utajenga nyumba unayotaka wewe, lakini Biblia inakwambia nini pamoja kukuta vyote hivyo? Ili taa yako isi, kwa maana taa yako ikizima ujue familia imezima. Sawa. Umeona? Ndio maana Biblia sasa Biblia inasema yule atamwacha baba ataambatana na nani? Na mke wake nao watakuwa mwili mmoja lakini, hapo, kwenye kuwa, hii tuna, tuna changamoto kubwa ya kwa sababu sasa hivi tuna taarifa nyingi sana. Utaona kijana mwenzako wa kiume kwenye mtandao, utaona tu ghafla anaanza kuonyesha magari mazuri, mavitu mazuri. Mwenyezi <gibu> wako ama mchumba wako atakushangaa wewe kwa nini una gari mpaka saa hizi? Mbona friend ana ana nini? Wewe wewe unafanya nini? Kumbe wewe mwenye huko background unapambana. Yaani una fight. Una fight. Unaelewa? Lakini kuna jamaa sio ameenda kucheza michezo gani amefanya. Ndio maana Biblia inasema hivi, eh, anasema usimkasirikie yeye aliyefanikiwa. Kwa maana hujui amefanikiwa vipi. Kwa hiyo sasa hivi tunataka kuishi fulani anacho na mimi nifanye hivyo hivyo. Fulani utamaduni fulani ameapply utamaduni fulani ametoka Marekani bwana. Amekuja amekuja na kitu kingine. Mbona akija na anakuja na taarifa na zile anashare kwa watu kama mwanaume ameenda kutafuta pale nyumbani unafanya nini? Sawa, so, kuna wanawake wanaweza kusuka kakitu, unaweza kuanzisha saluni. Kuna mtu t eh, eh, eh, kwa sababu kabisa, kwa sababu at the end of the day, pamoja na kwamba sisi wanaume tuna majukumu mengi na providing the family, lakini siku jamaa amepata ajali, unaelewa? Hmm. Yeah. Hmm na ndio maana inatakiwa lazima sasa uwe okay, okay. Ukisoma hiyo Mithali ya 31 utaona pale jinsi mwanamke anavyoelezewa, lakini pamoja na kuelezea pale uzio, Biblia bwana imeweka imeweka clear sana. Haijakuambia utoke kwenye nafasi na, ya, yako. Pata vyote inavyopata Mungu atakubariki. Mungu ni mwaminifu sana, anabariki watu wenye dhambi. na akazi apply za biashara, akatoboa na akasamesema, so utabariki kazi na kazi mikono yangu nini, afu ujaenda kufanya hiyo kazi, you see Sma mshike sana elimu simwache ende zake maana ndio uzima wako. Wewe ujasoma, ujafanya chochote, afu kuna mtu mwingine kule mpigani amesema da hii ni faulu, lazima nikasome. Yule atakuwa wa kwanza, afu wewe umebaki na Yesu wako na Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha na kufanya kila kitu, kwenda kanisani, maombi mengi, ila ujasoma mwana, ujafata nini? Kad pale pale tunarudi kwamba mafanikio yetu ya, ya mafanikio yetu katika level zetu za mafanikio tulionayo leo hii inatokana na taarifa gani ulionayo? So hiyo taarifa inaweza kuwa ni taarifa ya kitamaduni ama ni taarifa ya kiroho umenelewa? Kwa maana mtu anaweza kupewa taarifa ya kiroho kwa maana, nenda kwa mganga wa kienyeji pale, ukafanya moja mbili tatu, akaondoka nayo ile akaenda kuiapply, hata kama itakuwa temporary, lakini ile ile yake limefanyaje li... Sio umeelewa? Kwa hiyo tunaishi kulingana na taarifa tulizonazo. Ukipewa taarifa mbovu kuhusu mahusiano utaiapply hivyo hivyo. Umeona? Makosa mengi tunayofanya ni kwa sababu watu wa karibu na sisi pia walituambia. Umeona? Pisi moja itoshi mwanangu. Kuwa na pisi mbili. Ehe, umeelewa? Dada ataambiwa hivi. Kuwa na mtu wa salon, kuwa na mtu wa salon. Huyu hakikisha atakupa hela ya salon. Huyu atakuwa anakupa hela ya usafiri Umenelewa? Huyu atakuwa na kulipia kodi ya nyumba. Hizi zote ni taarifa mtu anapewa, si umenelewa? Afu kuna binti mwingine hana hizo taarifa, umenelewa? Yeye anamwamini Mungu kwa maana, nenda kazini, nitafanya kazi, Mungu amenipa hela, nitasuka aina yangu ya msuko huu, nitakaa nao kidogo, nikipata hela kidogo nitaongeza, si si umenelewa? Wote hao ni watu wale, lakini wana taarifa mbili tofauti. Sasa utaanza kuona huyu hapa life standard yake inakuwa kubwa, kumbe mzako ana wanaume zaidi ya watano nyuma yake ambao wanampa nini yale mahitaji wewe utaanza ku struggle umeona? Kwa nini mimi sijasuka msuko mpya? Juzi nilikuwa naongea na dada mmoja, anasema mwanangu yuko chuo kikuu mwaka wa kwanza. Rafiki yake, nikaangalia kwenye mitandao yake ya kijamii, kila siku anabadilisha nguo Nikabidi nimpigie rafiki yake simu, nikamwambia wewe, ndio unamharibu mwanangu, kumwambia kwamba kila siku aje na nguo mpya, kwa sababu amekuwa akikutaja wewe kwamba yeye mnatoka, si mnafanyaje, mnafanyaje, hawezi kwenda hivyo lakini. Mimi ile uchumi wangu, tena, yule dada ni single mother, anasema, ile yangu mimi sijafikia ile ya kubadilisha nguo, kuwa na nguo mpya kila siku. Nikipata ile, nitaenda nitamnunulia nguo zinazotosha. Baada ya muda, nikipata tena, nitamnunulia. Unaona hizo information. Kwa hiyo hata dhambi nyingi tunaingia kwa sababu ya information.